Oh, mnataka waachane. Ni nyinyi? Unataka aache ndoa yake? Eh. Na wewe ni nani? Wewe ni nani? Eh. Wewe ni nani unataka aache ndoa yake yake iishe? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi. Eh. Mtu kutoka huko. Kutoka huko? Wewe ni naiba? Eh? Bukusu. Eh? Bukusu. Wewe ndio umeshika. Na mtoto ulikuwa umepanga aje? Ehhe, mimi nilisema Daudi asioe, ehhe. Wewe na mtoto, wewe ndio unamtaka sana. Ooh, okay, kwa hivyo ulikuwa unataka kuua huyo. Ehhe, unatumia nini vitu mingi, hizo vitu ndio tunataka kuua katika hizi mikono, katika miguu <coughs> hizo vitu na na <coughs> kwa jina la Yesu Kristo nazichoma katika anga, tunazichoma katika anga, nazichoma